Sakaja amesema tuombe, Tufunge macho na tuombe. Baba yetu uliye mbinguni tunakushukuru sana kwa kutuletea, kwa kutuleta hapa kwa hawa ndugu zetu. Mwenyezi Mungu, tunajua ya kwamba kumetokea mkasa hapa. Maisha ya wananchi wetu wapendwa imepotea, imeteketea katika moto. Tunaomba Mwenyezi Mungu, uwarehemu wale waliopoteza maisha yao na familia zao. Mwenyezi Mungu, tunaomba ili wape neema, wasaidie kwa njia zote wale waliobaki katika mafamilia zao. Tunaomba baraka zao, juu baraka zako juu yao kwa familia zao na watoto wao. Tunaombea wale walio katika hospitali, waponye na mkono wako wa uponyaji na warejeshe katika hali ya afya.